Ukiona mm, upo sehemu alafu mletoa mm. msaidizi ambayo mm. mnalingana vyeti nini eh hey. e, maana yake kwenye pesa na mimi ujiandae kuna shida, kuna shida yani koko kuna changamoto kama ni kocha msaidizi mm. asingeli toka staili ile ambacho alikifanya Yanga alimeta msaidizi ambaye mm. ana uwezo wa kuwa kiateka ukimfukuza Romain Folz mm. So, kama anaweza kuwa kocha mkuu ghafla mm. ana uwezo wa kuwa kiateka mm. -hmm. kipindi mm. Romain Folz kashafukuzwa mm. na ndio ambaye anaendelea sasa hizi Yanga wamefukuza Romain Folz wakatangaza timu itakuwa chini ya nani? Mm, ya ya Patrick ana uwezo wa kuendesha, ukiangalia CV zake na uwezo wake wa timu ambazo soka la Afrika analijua kisawasawa. Wao mm. aletwa ili si kwa kufukuzwa Romain alipo tayari hata Yanga shaona mechi mbili tatu eh hey. alafu tayari kashaongea ongea mechi ya ufundi pale, ashaona mechi ya ufundi inaendaje na kina nani okay. Kwa hiyo inakuwa rais na kiateka kwa sasa hivi amekuwa kama kiateka wa mpaka pale mm, wa Yanga anatangaza kocha mkuu mmm, jambo kwa hiyo pia sifa za kocha mkuu anazo, na sasa hizi timu iko tu mikono bado nini, mikono salama tu okay. Ila fukuzo ya, ya, ya, ya bora Romain hiyo ilikuwa kila mtu anaijua. <laughs> kwa hiyo mechi ile barua, ile mechi ni kisingizi, ile barua ile ile barua kwa shangi, watu washaye kwa pembeni yani, ilikuwa tu kwa pale ni sawa yote kwenye, kwenye kama ni kwenye kompyuta ni swala kufika tu tarehe na sahihi, basi afu na printiwa tu na ine, watu wanatoa tu kwa sababu sio matokeo, mechi ni yani ile mechi wema ayo matokeo, matokeo sasa, ile matokeo yamfanya sasa watu watafuta sababu kwamba hii mechi imefungwa na watu ndo kufukuza lakini fukuzo wake ilikuwa ipo tu tayari. Mzee Roman pale, mzee wa kununa mm, alikuwa hawezi kufika hata siku ya uchaguzi.